Mpenzi mtazamaji, uh, leo nakwenda kukuelekeza jinsi gani utaweza kuweka profile picture uh, profile picture kwenye, kwenye, Google, yeah, badala ya, badala ya badala ya ile herufi ya jina lako, leo tutakwenda kuweka picha yako unayoitaka we mwenyewe. Ni muda mfupi tu, cha msingi utakwenda utakwenda kwenye faili lako la Uh, la presto takwenda presto. Uh, yes. Ya unakuja hapa juu ambapo ndo kuna herufi ya jina lako hapa juu, hapa unakwenda kubonyeza ya, ukishabonyeza hapo hapa juu hapa kwenye hii alama ya jina lako kwa pembeni hapo kuna, kuna kama ka kamera, unabonyeza ya. Ukishabonyeza hapa chini pabandikwa add profile picture, unabonyeza ukishabonyeza hapa na kuletea haya mapicha ma yao ya huku mitandaoni. So ukiona yako fresh, umeyakubali ya, utachukua moja, lakini ukitaka kwenda kwenye picha zao picha zako mwenyewe unasema unakwenda hii sehemu imeandikwa device unabonyeza. Ukiabonyeza hapo unakuja hii sehemu imeandikwa hapa chini imeandikwa uh, browser or take a photo unabonyeza. Sasa hapa wanakuletea hizo option, unataka kupiga kamera kama kamera, unataka kujipiga papo kwa papo, au unataka kwenda kwenye foto. Kuna uh, option kibao so unakwenda hapa foto uh, hapa huko ndo kuna picha zako, so sababu kuna picha kibao, utaangalia picha ambayo unaitaka wewe mwenyewe, uh, uiweke. uh, sasa mfano tuweke hata hii hapa, yes, ina upload hapa chini kama unavyoona mpaka hapa unakuwa umeweza kuweka uh, profile picture <coughs> kwenye, kwenye Google, unabonyeza next hapa, kama unavyoona hapa sasa. Hapa kama unataka ku save hapa chini maandiko, save, uh, profile picture ya sasa. Mimi sijataka ku kwa huyo kama unataka kuweka mpaka hapo tayari unakuwa umeshaweka una save e, e, profile picture. Mpaka hapo unakuwa umeshaweza kuweka picha uh, kwenye profile picha ya Google. Naamini mpaka hapo mtakuwa mmenielewa. Cha msingi, kama ulikuwa mara ya kwanza kwanza kutazama video zetu, basi zetu, ni vizuri zaidi uka subscribe channel hii, ili kwani mtu wa kwanza kutazama maujanja mengine ya bye bye.